Asifiwe. Kwa kweli mimi nimeugua muda mrefu, nilikuwa na maumivu ya kifua na tumbo. Lakini sikujua shida ni nini. Bwana asifiwe. Lakini namshukuru Mungu, maana Mungu ni mambo yote. Bwana asifiwe. Kwa kweli nikaamka nikaenda hospitalini, nikaenda kwa Daktari Wanjara pale. Nikapimwa mkojo, damu, nikaambiwa nilikuwa na maumivu ya kifua. Bwana asifiwe. Daktari akaniambia kama una 2020 tukupigia ultrasound. Nikamwambia sawa. Akanipigia ultrasound. Aliponipigia ultrasound inaweza lakini, namshukuru ina, ina, Mungu akanyandikia tena nirudi tarehe ishirini mwezi huo huo. Nikarudi tarehe ishirini, wakanipima tena wakanipima wakanipiga tena ultrasound, wakaniambia imeisha, kwa hiyo tunakuwa tu dawa kidogo utaenda kutumia na sindano moja tutakuchoma, alafu utaenda kutulia maana imeisha. Bwana asifiwe. Nikarudi kweli nyumbani, nikakaa sisikite na Yohani. Nilivyokaa nikasikia ten nanishika mguu ia guwa kukulia. Bwana asifiwe Amen, naninyima kutembea Nikakaa nikamwambia Mungu auja niacha bado. Bwana asifiwe kwa kweli, mpaka nikamkumbusha Mungu nikamwambia Mungu uliniokoa nikiwa mdogo sana. Bwana asifiwe. Nikamwambia Mungu na bado hakuja, auja niacha. Bwana asifiwe kwa kweli, nikaumwa tena, nikamweleza kumzaka, akaniambia unatakiwa urudi hospitalini. Nikamwambia sana kaka, nirudi hospitali nyingine, akaniambia hapana, rudi pale pale ulikotoka. Bwana asifiwe, pale nikarudi tena, wakanipiga tena tasanti, wakaniambia sasa ile baki na unatakiwa ufanyiwe aparesheni. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia yani kidole tumbo kimekua kubwa, kwa hiyo unatakiwa ufanyiwe aparesheni. Kwa kweli nilishtuka. Bwana asifiwe. So ndani nilishtuka mpaka nikaona nasikia kama maji fulani na kuanza kujisikia. Nikasema Bwana Yesu, kwa hiyo una nini? Kidole tumbo kimekua kubwa, kimekaa wapi? Nikaanza kujiuliza maswali mengi, Bwana asifiwe, amen. Kilichobaki nikamwambia tunaomba mpigie mzee Akaniambia, sasa mama, nabii aniambia nipigie mzee wako, nina namba zake. Nikamwambia nakupa, lakini hapo natetemeka. Tena nikaomba namba ya mzee, akampigia. Akamwambia, unamfahamu mama? Akasema ndio. Unamjua ni nani? Akasema ni mke wangu. Akamwambia, unajua shida gani? Naye akasema ndio. Akawa sasa daktari akamwambia inatakiwa kesho asubuhi saa 12, afanye operation. Akasema kwa nini? Akasema kidole tumbo imekuwa kubwa na apewe hata dawa yoyote hata parasetamol matachukua. Bwana asifiwe, amen. Sasa akamwambia na inatakiwa mzee, akamwambia ni shilingi ngapi? Akamwambia ni shilingi inachukua laki like, saba kutotoa upareshe mm. na inatakiwa asubuhi angali hapa kumpea odi ya kumpe, kulala, kuna madawa kuna sindano atakayechoma mwili ili iishe nguvu, asubuhi saa kumi na mbili tufanyie uparesha mm. Nikamwambia Mungu bado hujaniacha bado nakutegemea wewe, mpaka hata nikawa naona kama giza fulani akaniambia huko na nikwambia niko mwenyewe. unaishi wapi? nikwambia naishi Bukavu. kaniambia naomba kwanza kupumzika pale na na mama umepanda. nikwambia sawa, nikaka nika, nikawa nika, na Mungu atumwambia Mungu usiniache Mungu usiniache na hii hali stitaki. sauti moja nikasikia nikiambiwa, yani e kama nasikia sauti moja ninaambia kachukue sadaka omba, futa hayo maneno kwani asiwe <laughs> Bado wadogo wa pia na tazama sijui maisha mbakaya likea wako Bwana asifiwe, amen. Mbada makupena Yesu nataka nikutege nikutumikia kwanza, Bwana asifiwe, amen. Nikaja tu siku hiyo yon nikafika pale nikaita pale mianzini, hmm, nikapanda mpaka stendi. Nilivyofika stendi nikaingia alis nika shuka dukagofu nilivyoshuka dukagofu nikaona giza. Bwana asifiwe, amen. Nilivyoshuka dukagofu nikapu akaniambia unaelekea wapi? nikamwambia naelekea nyumbani. akaniambia Hapana, tenda kazi kwanza. Nikakaa, akaniambia mbona kama umebadilika? nikamwambia hamna, mbona kama sio wewe bali ni mimi. akaniambia shida ni nini? nikamwambia hapana, sina shida yoyote. umetoka wapi? nikamwambia sijatoka popote. bwana asifiwe. nikaamka hapo nikachukua toyo nikaja nyumbani, nilipofika nyumbani mzee akaniambia wala usifanye operesheni. bwana asifiwe. naye akanifarija akaniambia Sio hela, amna hela ipo lakini kuna hadi, nimeona, bwana asifiwe, kuna kitu nimeonyeshwa kwa, sio sio hali ya kufanya operation, kuna nguvu fulani ilikuwa inakutembelea. Bwana asifiwe, ndio maana nimepata sija ila kufanya operation. Bwana asifiwe, kwa kweli usiku huo sikulala. Ilipofika saa sita nikagaragara chini, ninaomba mtakatifu msingizi. Bwana asifiwe, jamani, kifo ni mbaya. Bwana asifiwe, yani kwa sababu unaonyeshwa kweli utakuja kuacha watoto

Akaniambia Mama Upendo, kwa kama umechoka. Nikamwambia mama, sijachoka. Nini shida? Ma nikamwambia mama, uh ninauma, lakini nikamwambia ninauma. Akaniambia unauma wapi? Nikamweleza. Akaniambia Mama Upendo, kataa hiyo hadi. Mungu amenitetea